Uliwahi kuolewa ndo kweli? Uliwahi kuolewa si ndio? Hii pete nilipewa kule kwenye uongozi wetu, nilipewa pete hiyo. Wakati nilivyotoka hapa, nikaenda nyumbani, nikaenda sehemu ambapo ni Dar es Salaam, ni semina, wakasema tunyosheni mikono juu, hiyo pete ndio ikaingia hapa. Wakasema nyosheni mikono juu, hiyo pete ndio ikaingia hapa e, ndio ikaingia hapa hii pete, ndio hii pete hapa ilipofikia hapa Kidogo kinavimba, nikitaka kutoa, ikifika hapa inarudi yenyewe mm. pete pete mm. mm. mm. yani, mm. naomba sana Mungu anisaidie. Mm. Mungu anitoe huko ambako nilipo, sababu haya ni mateso. Kuna wengine kabisa baba, hata kiera pale, baba, wazima hao wengine. Kwa hiyo kwa sababu pana pete tu inakataa kutoka, kwanza pete yenyewe inakatwa inatolewa manual hivi.

mtu wa Mungu ni kwamba ile pete ambayo kwa mlio fuatilia kichoendelea kanisani, basi ile pete ambayo ilikuwa tukaitoe eh, hospitalini, eh, vijana walipoendelea na maombi naye bado wakashikia kwamba inatakiwa kuitoa kwa sasa. Kuna agano gani? Biblia inataka yanayoonekana kwa macho haya tudili naye kwa macho haya. Hii kipete tutakibonda bonda tu, takichoma ili hata takayekuna kuja kukichukua ukikuti. Naam. Kwa sababu silaha itakayoingia kwenye kambi nyingine no, kambi hilo ndio itajua ile silaha waifanye nini no. Yes. Hey. Hey. <laughs> <Niki bia. laughs> Sasa yule ambaye ndiye mnufaika wa hii pete, kama ana nguvu za kusema siona njia wanakosema kwenye ulimwengu wa roho, aje aje mchana aje usiku, aje popote, lakini kama sijua anasema, anaweza kuseti system za nchi zilitengenezee propaganda ya kunifunga maidia. Yesu alikufa kwa ajili ya wenye dhambi, Yesu alikufa kwa ajili ya watu dhaifu. Iwe tutawasaidia watu kama hawa ama hatutawasaidia, lakini neno la Mungu tuoneka katika njia ya kuangaika kuwanasua na kuwasaidia na kuwatoa kwenye mateso ambayo na sisi Yesu alitutoa kwenye mateso hayo, za mbinguni miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo.

Utafikiri fili fili. Chaanza Mungu akamue sasa na wako. Hebu hebu lete hiyo pete. Unavaa kwa ajili ya nini? Uliwahi kuolewa? Ndio ukweli, uliwahi kuolewa, si ndio? Hii pete nilipewa kule kune kune uongozi wetu. Nilipewa pete nipewa na saa asa. Kuna wakati ambao wakati nilivyotoka hapa, nikaenda nyumbani, nikaenda sehemu ambapo daislamu mesemina wakasema, tunyosheni mikono juu, hiyo pete ndio ikaingia hapo. Akasema, nyosheni mikono juu, hiyo pete ndio ikaingia hapo, ndio ikaingia hapa. E, hii pete ni mkufu saa vyote kuna mtu ambaye alikuja kuvichukua ambaye anakuja mida hasa nane usiku, anavaa nguo nyeusi. Hii pete hapa ilipofikia hapa, mpaka kidogo kinavimba. Nikitaka kutoa, ikifika hapa inarudi yenyewe. Ndio hivyo baba, lakini wewe unataka kuachana haya mambo. Napenda sana, ndio maana nimerudi tena. nilivyoenda nyumbani Nisaa, ni Mungu, naomba tu nisaidie japo hata kama niliondoka. Eh, ulienda nyumbani? Nilivyoenda nyumbani, niliondoka hapa bila kuaga, kwa sababu ulinipokea, ndio maana nikaondoka bila kuaga, ila nilivyofika nyumbani, haya mambo kweli sio mazuri, ni mateso ya japo mwingine ataona ni kama starehe ni nini, iya ni shida. Maana hata pale nikikaaga pale basi tunashindwa tu kuongea. Sasa hivi na mahusiano gani naao jamaa hawa jamaa sasa hivi wame wame wameweka mkataba wa, ni kama chama cha Freemasoni, tukishafanya ya mambo, tunachukua tuna, n, tumetoka na mtu, tumeenda badhia guest hapa nyumbani hmm, tunachukua shahawa zake na kuna kopo maalum kama la maji hmm, tunafunga, tunatuma kama barua hapo Islam. Islam mm. Anakuwa wakala mmoja anapokea hata hapa pombe yuko mmoja mm, akishapokea ndo wanadini na manabii wakubwa wakubwa Okay. Eh, baba. Sasa hivi hili wiki ambayo umekaa hapa una ushirikiano na nao gani sasa hivi, umeenda guest mara ngapi? Unaenda na kina nani, wanakuchukua wakati gani? Ah, sasa hivi kwa, kwa hapa wakati nilipofikia hapa mimi kiukweli sijaenda mahali popote, ila namshukuru sana mtumishi John, ananisimamia vyema kabisa. Hata nikikaa yule yule anasema hapana, nenda, nenda kasari hata dakika mbili dakika tatu, kwa nakuja, namuomba Mungu, namuomba Mungu, Mungu ananisimamia kwa. Kuna wakati ambao kabisa kuna kishawishi enda, nikikaa mwenyewe mtu yule ananijia live, ila uweze kumuona mimi nitamuona, kwa sababu ipete kuna muda fulani ina, inazunguka yenyewe hivi k hiki kidole kina kinanipa taarifa kwamba kuna ugeni wako unafika. Huyo mtu naweza mi nikaongea naye hata kwa masikio, unashangaa. Labda naweza nikaongea peke yangu, nikasema eh, vipi safi, mzima, waafy s ukajua mi naongea na simu, ila naongea na kuna mtu ambaye naongea naye connection moja kwa moja. Kuna hatari gani ambayo huwa unaiogopa ukiterminate, ukivunja mkataba kabisa kiufahamu lakini pia hata ukionana nao viumbe live hivi, kuna hatari gani ambayo, kuna kitisho gani walichokutisha? Hata kile kipindi ambacho nilikujaga hapa mwezi wa tatu mm. wakasema kuna mtu ambaye alinywakiela kule, kule ambaye huyu ni mwenyekiti wetu yeah. kuna mwenyekiti na mkazi, na wakasema umeenda kwa Mbarikiwa Mwakipesile, huyo Mbarikiwa Mwakipesile sisi mambo yetu mengi anaharibu, kwa sababu sisi hii ni biashara. Hata kile kipindi alikuja yule dada yule, alikuwa nani au mawakili kutoka Dodoma na Dar es Salaam, nisiwafahamu mm. mm. walinijia wakasema, Toni, mwenzako tumempeleka Dar es Salaam, anaenda pale kuangalia wa wafungwa na tumempa gari anatembelea gari. Lakini mimi nikasema hapana. Mm. mimi lengo na kwa sababu kuna wengine pale Kiela baba wameharibika. Wewe anayesema Toni ni, ni kijana mnaye, alikuwa shoga tulikuwa naye gerezani hiyo naye alikuwa shoga, ila mwenyewe hata kutembea hata kila kitu yeye ni kama binti ehe. Oh, wakasema sasa sisi tunataka usio nasari kwa sababu ukiwa nasari mambo yetu mengi yanavunjika. mm. Kwa hiyo sasa kuna, kuna wakati ambao mimi niki hata hivi nikiwa naomba nikiwa naomba nikiwa naomba nikiwa naomba nikiwa naomba sana, utashanga sauti inakauka yenyewe. mm. nakaa kime mm. oh, kuna mtu ambaye ananiambia wewe uweze kumuona. Kuna mtu ambaye ananiambia kupitia hii pete Saudi mm. Kaa kimya, usiombe mm. Nikiwa naomba ni sana, naomba sana, naomba sana, sauti inakauka mm. Baadaye wakati mwezi unaendelea, mwezi wa pili, wa kwanza nyumbani, nikawaga nika tu nika wadogo zangu, nikasema mimi narudi Mbeya mm. Kwa Mchungaji Mbalikiwa Mwakipesile. Na hata kile kipindi ninaenda ninaenda nyumbani, kuna baadhi ya ndugu wa Piper wakielewa wakasema Raudi, umewahi sana kurudi huku, ungebaki tu kule kule, kwa sababu vijana wengi huku wameshaharibika kwao. Sasa hivi wamekaeka kama ni mfumo, yaani ni kama shirika, kwa sababu ukienda mm, paa ukifika, mgundua huyu mtu kama anajinsia gani, kwa sababu hapa mm, nilipewa pete nne hii mm, pete moja ndio imebaki mm, na pete nyingine ambayo ukivaa hapa inakupa utambulisho mm. sasa kikubwa tu mimi, yani hapa nilipo, hata mm. kuna wengine, ndio maana nikasema naomba sana Mungu anisaidie mm. Mungu anitoe huko ambako nilipo, kwa sababu haya ni mateso. Kuna wengine kabisa, baba, hata kiera pale wanavaa pampasi watu wazima, hiyo wengine ni vijana. Sasa mm. mi namshukuru sana Mungu, kuna wakati ambao ukisikia wanavaa pampasi, manake mfumo alioweka Mungu wa kuzuia kinyesi unakuwa umeshaharibika. Kwa hiyo mtu sasa anatoa kinyesi muda wowote, kwa sababu mfumo wa unaoweza ukawa unazuia kinyesi, wanasema muscles ambayo ina, inaweza ikawa inadhibiti kinyesi kisitoke mpaka ukiruhusu wewe. Kwa kule kuruhusu kuingiliwa, huwa unakuwa uwezo huo haupo. Kwa hiyo ni muda wowote kinyesi kinatoka. Mtu aliyekuambia usiende kwa Mchungaji Mbarikiwa ni mtu tu hivi au ni wa, ni wa kwenye mapepo? Yule pale ni, ni kiongozi katika hicho chama cha mashoga, chama kwa sababu Kiera ukishafika Kiera kuna sehemu redio inaitwa redio, tuachane naye na jina itua... lake, ukienda pale anaitwa Chana jina. Ukifika pale wanaweka semina ndani kwa nje, wanaweza ukaandika tunaonesha mipira, ila ukiingia mbona unakutana na semina kabisa, jinsi ya kufanya haya mambo, wanakupa hivyo vifaa, wanakupa na vingine, vingine tu na hela ambao kama unatafuta vijana ambao wanashida shida, laki saba, laki ngapi, ili tulengo tu fanye kitu chao. Haya sasa mimi, mimi, mimi hata kama ataishia njia mi nafikiria kumsaidia manyo unajua, mimi huwa shangaiki na, na, na, na pepo na nini na, na vingine ni kawaida tu. Nyie wa, wa, wa, wa, wa operation ndogo au kubwa, si mnavikataga vipete hospitalini au mnaogopa mpaka mapepo ya mashoko? Sasa anayemsomia nanwejoni kesho kmani mtaungea, naombeni kama ni vya umo jirani, kama ni, ni rufaa aende akakatwe iki kipete, amri yangu mimi kwa amri yangu mimi mimi sina ta uh, hicho chama yumo nani ana uwezo gani, ana mipango gani? mimi si mshindi? Shetani aliye kwenye ulimwengu nawoita waroho, mimi ninalo lilofunuliwa kwangu, mimi nilangu mimi na watoto, ili nilitende milele. Kwa hiyo, kwa sababu pana pete tu inakataa kutoka, kwanza pete yenyewe inakatwa inatolewa manywali hivi, bila swala la kuhangaika na pepo. Sasa yule ambaye ndiye munufaika wa hii pete kama ana nguvu za kusema shona nyinjia wanakosema kwenye ulimwengu wa roho aje aje, mchana huu saizi aje, usiku aje, popote lakini. Kama sijui anasema, anaweza kuseti sistemu za nchi zinitengenezee propaganda ya kunifunga maidia. Yesu alikufa kwa ajili ya wenye dhambi, Yesu alikufa kwa ajili ya watu dhaifu. Iwe tutawasaidia watu kama hawa ama hatutawasaidia, lakini neno la Mungu tuonekane katika njia ya kuangaika kuwanasua na kuwasaidia na kuwatoa kwenye mateso ambayo, na sisi Yesu alitutoa kwenye mateso hayo. Pengine akimbie mwenyewe, asipokimbia, mimi nachosema akikatwe tu, ikitolewe hiki kwa njia yoyote kitolewe kwa kibali changu, kwa mamlaka niliyo nayo, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye kweli, mimi naamuru, mimi naagiza kikatwe, kikatwe kisa, yani kwa macho tu, aya akaja sio kwenye ulimwengu wa roho, kikatwe, kitolewe. Kama atakuja kukimbia, atakuja kuandamwa na hizi shuhuda tutakuwa, unajua nimemwona siku nyingi, sijasema kwa sababu nilikuwa najua atapita, amekuja tu, pengine angalia, angalie, pengine kuna akina mhubiri anajua hawajasimama vizuri, pengine na awashawishi waingie huko. Mimi mimi naomba mnielewe, mimi siogopi mtu anayekuja kwa lengo baya kuja kanisani, kwa sababu muko watu hapa mlikuja mtongoze mabinti mkanasa kuna watu mulikuja mupate wanaume wa kuwaoa mukanasa. Kwa hiyo kanisani, watu walikuja wengine, walikuja watafute misaada, walimwona pengine Robert, waliona vimagari wakasema, pengine na mimi nitakuwa naendeshapo vimagari, wakakutana na Mungu kanisani. Kuja mtu mwenye kusudi baya sio dhambi, ni dhambi, ni vibaya akibaki na kusudi lake kuna vitu mnaviona viko sawa, mnamwacha na anaendelea kuja. Tutaanza kuonekana sisi hapa tumeoa kwa hiyo hiki kingine. Haya mengine yanayoonekana haya haya tunayatoa manuali. Sasa hawa si wananisikiliza na si wanafahamu mimi nimbarikiwa, niko hivi, na upinga ubaya unaoonekana kwa macho, yanayoonekana kwa sauti, unayoonekana ayo mengine ya pepo nakuja saa nane ya usiku, tutakutana nayo mbele. Imeandikwa yaliyo sirini ni ya Bwana, lakini yaliyofunuliwa kwetu ni yetu sisi na watoto wetu. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa rehema, Mungu mwenye koli, Mungu mwenye nguvu, Mungu wa milele, jina lako ni moto, jina lako ni nguvu, jina lako ni uwezo. Ni linatoa matatizo yanayowezekana kwa sura ya kawaida kwa macho ya kawaida, na ninayatoa matatizo yasiyoonekana kwa sura na kwa macho ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Hakuna fimasoni ambao wako juu ya shetani, na imeandikwa tutamkanyaga shetani. Ee Mungu ye kweli, hakuna nguvu hakuna mamlaka iliyo juu, kazi ya mapepo misimu Achaa mashetani maagano yoyote kwa Yesu, namba shika hiyo pete hiyo, shika hiyo pete, shika penye pete hapo, kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu na naifisha nguvu zozote zizomo. Kinabaki kwa kipati cha kawaida, kinabaki kwa chuma cha kawaida, kwa jina Yesu. Perekeni ndani. Hebu kwa dakika chache, inua sauti yako, tusome hii Yeremia 51 mstari mstari wa ishirini, waweze kujua hapa. Anasema, wewe ulungu lungu langu na silaha za vita, kwa wewe nitawavunjavunja mataifa na kwa wewe nitaharibu falme, na kwa wewe nitamvunjavunja farasi na yeye ampandaye, na kwa wewe nitalivunjavunja gari la vita na yeye achukuliwaye ndani yake na kwa wewe nitavunjavunja mwanamume na mwanamke na kwa wewe nitavunjavunja mzee na mtoto na kwa wewe, nitavunja nitavunjavunja kijana mwanamume na kijana mwanamke na kwa wewe nitavunjavunja mchungaji na kundi lake na kwa wewe, nitavunja nitavunjavunja mkulima na jozi yake ya ng'ombe na kwa wewe nitavunjavunja maliwali na maakida. Ukisoma haya maandiko wewe jua ya kwamba eh, Watakapovunjwa vunjwa, tunajua watariakti, tajua watariakti, na watariakti vizuri. Tumevunjavunja sana, na wajariakti vizuri, wengine cha moto duniani tumekiona, lakini hata Yeremia, kuna mahali mpaka alalamika asema, Mungu, ole wangu kwa sababu sasa nimekuwa ni adui wa watu wote, mm. Nimeku ole wangu mama yangu, kwa sababu dunia yote inatafuta kuniua. Agizo lingine ambalo Mungu alimwambia Yeremia hapa kwa 10 Yeremia 1 mstari wa 10 anasema, angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Kwa hiyo jua katika kungoa, kubomoa, kuharibu, ili upate kujenga, ngome zilizokuwa zimejijenga pale hazita react kikawaida, lakini hatuna cha kuokoa, na wala hatuna cha kuogopa yeah. Tutajaribu kufanya najua kwa upumbavu. Kuna watu ambao mnaishi ni faida kubwa ikiwa watu wengine wanateseka, ikiwa watu wengine wanadhalilishwa yeah. Ikiwa watu wengine wanafanya makufuru mm. Kuna watu naiona ni faida, pengine mamla na mamlaka ziko mfukoni mwenu. Nawahakikishia wewe na hiyo mamlaka iliyo mfukoni upo wakati Mungu ataifanya kitu utakae dai utakuja hapo dai, lakini sisi hiki tunajua ni kigeni kimeingia. Kama kuna mesheria msema, sijui mtu aliingia kanisani, akaingia na pete, sio na nini, hayo mtajua wenyewe. taka tu vijana pengine waongee mawili matatu kuhusiana na wame wameitoaje na ilikuwa katika hali gani. Karibu kwanza uliekuwa na mbinu hii ya uuzi mimi na kwanza na kwanza namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hili mm. Mzee wetu ametufundisha na ametujulisha sana kutufafanulia kutufa maandiko kwamba yaliofunuliwa kwetu ni yetu sisi na watoto wetu, ili mm. aliyo silini ya Mungu mm. Kwa hiyo pete hii kama iliingia kwenye kidole mm. sijajua, alisema alinyosha mkono ikaingia, lakini wangalia, ni kwamba tulivoangalia ni kwamba inaweza katoka hivi hivi mm. bila hata hizo njia za miujiza mm. Kwa hiyo tumetumia kamba kuweza kuitoa, ilikuwa imekuwa tight sana yaani kupita hivi hivi kwa sio rahisi mm. Lakini kwa neema na msaada wa Mungu tunaimwabudu mm. Tumefanikiwa kuitoa tukijumlisha na maarifa ambayo tuko nayo mm. Kwa hiyo tumeitoa kwa njia ya kamba hii tuna, tuna, tunavizungusha kwenye kidole mm. Kisha tunaizungusha inakuwa natoka kama vile unafungua mfuniko kwenye chupa mm. Kwa hiyo tumefanikiwa kuitoa, palikuwa mm. Na, na, na, na, na, na, na hali gani wakati mnaitoa, pengine unaweza kuelezea kiongozi alikuwa anasimamia maombi pale, palikuwa na hali gani? E, kimsingi halikuwa jambo dogo kwa sababu ni maombi yalikuwa yanaombwa kwa nguvu mm. lakini mm. pia mtu mwenyewe alikuwa amekamatwa kwa nguvu mm. kwa sababu hata mkono wenyewe isingekuwa jambo rahisi kwamba mtu mmoja au wawili wangeweza kuitoa hiyo pete mm. kwa kulikuwa kuna namna ya kumkamata kwa nguvu mm. maombi yanaombwa mm. na hatimaye ilipotoka pete mm. ni kama kwanza inapo, kwa kadri pete inavyosogea kutoka mwisho mm ndivyo ambavyo malalamiko ama kuonyesha kwamba asingetaka itoke ile pete mm. yalikuwa yanaongezeka mm. lakini ilipotoka basi ni kama nguvu zikawa zimemwishia mm. akawa ametulia mm. lakini halikuwa jambo dogo pia kuitoa pete yenyewe inaonekana yalikuwa ni maagano fulani mm. ya, ya kutumikia hicho alichokuwa nakitumikia mm. ndio ene, kwa ufupi hivyo maelezo mengine atakujia pengine baada ya bada, maswali ya baadhi ya watu maoni komenti zenu maelezo mengine tutakuja kuyatoa baadaye, lakini watu tu, kwa sisi, watu wa Mungu o, tunasema hakuna kichafu kwa aliye msafi. Kwa hiyo kukishika mimi hivi ya kiongezi, unajisinanawa tu na sabuni, kwa ajili kwa ajili ya uchafu, lakini ili msije mkasema ili msije mkasema kwamba Hey, pete hili itakuwa walichukua wao wenyewe wanaanza kuitumia. Tuna kibonda mbele ya macho yenu mbele no. ya kamera no. uerete nyundo tukibonde mbele ya kamera mbele ya macho yao, si wamechukua sasa ile pete, wameanza sasa, ndio inawa inawasaidia kufanya maajabu yao Ayisema, ajabu yetu sisi ni mema tu tunaweza kutenda. Sasa tukibonde bonde, ili mtu ajue, alafu kikatupwe kikatupwe na motoni, sija kaanzia hayo kwamba tuli wamechukua pete wamevaa. anyway, enewe wejua, mi mikono yangu na mke wangu mi sivaagi pete. Eh, wewe mkono wangu na mke wangu sivaagi pete, kwa namna yote, kwa sababu na sababu ila pengine ukianza kuniona nayo tokea hapa au mmoja wa watu walio karibu na mimi ukaanza kuona nayo, basi utahusisha kwamba tuichukua tukaanza kuivaa ili tufanyie maajabu. Lakini sisi maajabu ambayo kwetu ni maajabu sa mbinguni, ni furaha mwenye dhambi mmoja anapotubu. Kutubu ni kule ku, kufanya yotan, kuacha kufanya mambo mabaya, huko ndo kutubu. Kwa hiyo sisi kwetu hatuna muujiza mkubwa zaidi ya kumfanya mtu asio anafanya mabaya yeah. Bila shaka mmesikia ushuhuda yule kijana mm, anayesema watu wana wanavaa wana, wana pampasi yeah. Sasa ukimtoa mtu kwenye mateso ya aina ile akaacha matendo yale si muujiza mkubwa sana? Jambo nalosisitiza ni kwamba e, mtu mzima atishiwe nyao na wala tembo azuiliwe na mkereza vyura kunywa maji. Kwa mimi nilitumwa kuchoma, kwa mujibu wa Biblia, kuchoma matunguli aina yoyote, lakini pia kumwokoa mtu aliye kwenye mateso ya aina yoyote na. Sasa zile propaganda ambazo ndio mnaangaikaga nazo, kama mbarikiwa anatakiwa kupotea, kufungwa, kuuawa kwa sababu anaharibu sana mipango miovu Nikianzia nivyoharibu mpango wa korona, ni kweli umenigharimu kuuawa kwa mtoto wangu wa pekee, mtoto wangu e, navyoharibu mipango ya mafisadi, wezi, wenye dhuluma, wenye roho mbaya, pengine kufichua ukiwa anika, inaonekana ni kama unawaweka una kwenye mazingira magumu, sasa au baadaye. Basi kufichua ulaghai, uwizi, uporaji wa wahubiri, utapeli, hayo ndiyo yanayoniweka kwenye shida nyingi nazopitia, lakini mtu mzima atishwe nyao chula azwi? tembo azwirii kunywa maji na kelele za chula. Kwa hiyo nataka tujue, mimi nitaendelea kuziharibu kazi za yule mwovu, na nikisema kazi ya zi, ni matendo yenye madhara mm, inawezekana kwako yanal, lakini kwa mwingine ni madhara mm. Hayo nitaendelea kukupinga, nitakupinga mchungaji, nitakupinga mwalimu, nitakupinga mtume, nitakupinga nabii, nitakupinga askofu nitakupinga, rais nitakupinga, waziri nitakupinga, mkuu wa mkoa nitakupinga, mkuu wa wilaya nitakupinga, mkuu wa polisi nitakupinga, mtu wa usalama wa taifa, mkurugenzi wa usalama wa taifa, mtu wa usalama wa taifa wa aina yote, nitakupinga ukifanya mabaya, huku nikijua msaada wangu watoka kwa Bwana tu. Mungu akikuruhusu unidhuru, tulitoka kwake tunarudi kwake, lakini kama sivyo, wewe jua Mungu iko siku anaweza akayageuza akaigeuza mipango yote ya uliyowahi kunitendea na uliyopanga kuja kunitendea yakaja kuwa juu yako. mm -hmm. Mungu sio athumani na kuhakishia, aliruhusu huruhusu mabaya yawakute watu wake, sio kana kwamba ni milele yataendelea kuwakuta mm -hmm. Kuna wakati yaruhusu kwa muda ili farao ujione mungu wewe jua Mungu yuko, wewe jua tu yuko

Mafuta ya upako ni makolokolo, mwanada. Acha dhambi tu ya ishe, mwanada makolokolo ya nini? Mwanada keki ya upako mafuta ya upako, ni makolokolo.